Kwa miaka mingi juhudi zimefanywa kupunguza mimba za utotoni miongoni mwa wasichana wadogo. Hata hivyo, sio mengi yamefanywa kuhusiana na watoto wa kiume ambao sasa wamebainika kwamba kuwa na majukumu mazito ya kuwalea watoto wakiwa wachanga. Nami kwenye makala yetu maalum hii leo, mwanahabari wetu Brenda Wanga amefuatilia vijana wadogo waliolazimika kuwalea watoto wao peke yao, na anaangazia changamoto na mafanikio yao katika safari ya kuwa kina baba. Katika mtaa wa Kibera kwenye vichochoro hivi ambapo maisha ni mapambano ya kila siku, tunakutana na James Kariuki, kijana mwenye miaka kumi na tisa tu, lakini ambaye tayari anabeba mzigo mkubwa kuliko umri wake awo, awo, Mzigo huu ni binti yake wa miezi mitano. James na mpenzi wake wa wakati huo waliwacha shule baada ya mimba ya mapema, na sasa amejipata na jukumu nzito la kumlea mtoto peke yake. Utaenda upate kazi tena ati uingie kazi lazima uamke ngware, uende utafute mboka yenye utafanya. Makazi yao ni kibanda hiki cha mabati, hii ikionyesha taswira halisi ya maisha hapa mtaani. Lakini ndani ya kibanda hiki kuna upendo wa dhati. Kila siku Kariuki anafanya kazi ya sulubu, na kipato chake humpa yeye na mwanawe mahitaji ya msingi. Zenye tunafanyanga pengine tuku, kubeba maji, kuna maji na kujanga kutoa mchanga kwakazikakama. Mzigo wa kulea mtoto katika mazingira kama haya ni mkubwa, lakini Kariuki hupata msaada kutoka kwa ndugu yake mdogo anayechunga mtoto wakati Kariuki anatafuta riziki. bado ni mdogo Licha ya changamoto hizo, Kariuki anafanya bidii kila siku kuhakikisha mtoto wake ana chakula, mavazi na nafasi ya kucheza kwa furaha. Bibi mama anakupea presha, anakuambia eh, leta za pampas. Hiyo taimu una do hiyo taimu una do, na doo nawezi taka ati, kila taimu anakugombanisha ulete za pampas, na kuna taimu tu utasikia unadai tu kukuingia tu kwa crime lakini... <coughs> Kevin Mwiruri ni jirani wa Kariuki hapa Kibera. Wawili hawa wasio tu majirani bali pia ni marafiki. Wote wawili wamekuwa wazazi wakiwa na umri mdogo. Kevin ana miaka ishirini na moja, alipata mtoto akiwa katika mwaka wa mwisho wa shule ya upili juu mamuri wengi hadi shule walikuwa wanajua, eh, walikuwa nanichachishia mbaya wanajua tulifanya ile kitu waa. Ingawa aliepuka majukumu ya awali ya kuwa baba akiwa na umri mdogo, changamoto kubwa ilimkumba baada ya kumaliza shule, ambapo alilazimika kubadilisha malengo yake maishani ili kumtunza mwanawe. Nikapiga mjengo mjengo do kadhaa bado kwa mji wakanirusha do kadhaa nikapatia nikasupport, support mtoi mapampas unga hadi mokoro. Ako anajua kaniko na mtoi anishamadafumfu. Mama yake alipata habari kuhusu mjukuu wake baadaye, na tangu wakati huo amekuwa akimsaidia sana Kevin, wakitumia kile walichonacho nacho kumlea mtoto huyo. Yani kame, kako hali ingine ieleweki, lakini ling'ang'ana na hiyo mzigo. Nikawa nachukua ile mtoto, ikawa namnunulia hata kamaziwa, ili najaribu tu maisha, ile mtoto iwe nini iwe at least Kariuki na Kevin ni mfano tu wa mamia wa vijana wa kiume waliopata watoto wakiwa na umri mdogo. Utafiti wa mwaka 2024 kutoka kwa shirika la BMS Health, ulionyesha kuwa katika eneo la Afrika Mashariki, Kenya inaongoza katika visa vya wavulana wadogo kuwa wazazi. Huku unajua, accommodation kwanza ni shida kubwa. Which means wazazi wanaishi kivyo, hao watoto wadogo wakifika tuseme miaka 8, 9, 10 wanatafutiwa mahali ambapo wanaweza kulala wakiwa kadhaa tuseme watano, sita, saba namna hii sasa. Shida unajua wewe kama mzazi ukilala saa mbili usiku haujui pengine hao watoto wameamka wakaenda wapi, na katika hayo mazingira ndio kuna mambo mengi, tunapata vitu kama hizi, tunaita disco matanga na mambo kama hayo halafu ndio sasa wanajipata wako kwa mahusiano. Licha ya juhudi za kupambana na mimba za mapema, wanaharakati wanasema vijana wa kiume mara nyingi husahaulika katika mazungumzo hayo. Wengine kama Kariuki na Kevin wamejifunza kwa njia ngumu. Brenda Wanga, runinga ya yes Citizen.